Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na upendo wake ambao ametukilimia kwa namna isivyoweza kutamkwa. Namshukuru Mungu kwa sababu ametubarikia na kutupatia muda wa pekee siku hii ya leo kwa ajili ya kujifunza na kutafakali mengi zaidi kuhusiana na ukuu wake na utakatifu wake katika nyendo zetu za maisha ya kawaida ya kila siku hapa duniani Kuunganisha masomo yetu pamoja na utume wake, kuunganisha keria zetu pamoja na utume wake, kuvikusanya hivi vyote katika uhalisia wake na kujenga ufalme wake. Wakati Yesu akiwa duniani, nikiangalia e, vizuri, ni kama ulikuwa mwaka wa 30 amemaliza utume wake duniani takriban miaka mitatu, anahitaji kuondoka kwenda kwa Baba yake. Ilikuwepo mawasiliano aliyokuwa akiyafanya yeye na Baba yake, akamwomba, alikuwa akimwomba Baba yake wakati wote, lakini mara hii anamwomba katika utofauti, anamwomba Baba yake kuhusiana na wanafunzi anaowaacha duniani amemwomba kwa habari ya umoja akamwomba kwa habari ya namna wanavyopaswa kuishi duniani, akamwomba, anaomba tafadhali amtukuze duniani ili yeye pia amtukuze mbinguni. Baada ya maombi hayo ambayo Yesu aliyaomba, akiomba, aliomba wakati wote ndipo ambapo majibu ya Baba yake yalionekana na yalitukuka kwa sababu Baba yake alimtukuza duniani, Yesu akamtukuza mbinguni. Aliwaombea wanafunzi wake wawe na umoja, aliwaombea wanafunzi wake japo kuwa kuna dhiki duniani na ili aliwaambia, yeye mwenyewe binafsi ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Katika tafsiri ya kawaida fungu lile la tatu kitabu kile cha Yohana sura ile ya 17 Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ili upatwe uzima wa milele, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, lazima tumjue yeye, jiungamanishe na Uungu. Tafuta kuunganika na Mungu kwa gharama zozote zile. Umekuja hapa kwa lengo mahususi la kusikiliza katika concern ya career fair event lakini haitakuwa bora kwako kwa wala baraka kwako kwa. Usipojiungamanisha wewe na Mungu wako, tafuta kwa namna yoyote ile Mungu asiwe sehemu ya maisha yako. Tafuta kwa namna yoyote ile Mungu asiwe sehemu ya maisha yako. Lakini tafuta kwa namna yoyote ile Mungu awe maisha yako. Katika changamoto zozote utakapomwita akiwa maisha yako utashinda. Ulimwengu tunaoishi kwa sasa ni ulimwengu unaowahitaji vijana kuyaelewa maandiko matakatifu kwa undani. Ni ulimwengu unaotuhitaji kulishikilia neno la Mungu Biblia. Hatutaweza kuenda mahali popote tukafanikiwa tusipoielewa Biblia. Narudia tena, ndugu zangu, naomba mnisikilize, hatutaweza kuenda mahali popote katika dunia hii tusipolielewa neno la Mungu. Yesu akiwa wa anawaonya wanafunzi wake, aliwaambia uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hatutaweza kufanya lolote na kufaulu katika maisha yetu ya kidunia tusipotegemea neno la Mungu. Na nawaambia tena ndugu zangu, ulimwengu wetu sasa umejaa changamoto nyingi. Lesbianism imetawala, Homosexuality imetawala, vijana wenzetu wanavuta bangi na kutumia madawa ya kulevya. Majaribu ni mengi duniani. Changamoto za hapa na pale zinatawala ulimwengu wetu. Hatutaweza kwenda popote tusipomtazama Yesu. Akili zetu zinahitaji kulishwa neno la Mungu lililo takatifu. Hatuwezi tukafanya jambo lolote likafanikiwa vizuri, liwe la kiroho, liwe la kidunia, tusipofungamana na Mungu. Akili zetu hazifai kulishwa tu yale ya duniani. Akili zetu zinategemea kulishwa maandiko matakatifu tukomae kiroho. Hatutaweza kutoboa tusipokula maandiko matakatifu. Kuna uchafu mwingi duniani, katika simu zetu tunazozitumia, unalisha akili zetu, tena vya kutosha, kuliko hata maandiko matakatifu, kwa sababu tunatumia mitandao ya kijamii kwa wakati mwingi zaidi kuliko hata Biblia. Hatutaweza kutoboa mahali popote, lakini ili tutoboe, ili tufanye vema, neno la Mungu lazima liwe adili katika maisha yetu ya kiroho. Maisha yetu ya kijamii yatakuwa yenye maana tukilitegemea neno la Mungu na kumuinamia Yesu awezaye, aliyeanzisha na atakayetimiliza imani yetu. Tendo lolote kumbuka, lisilotokana na imani ni dhambi, na chanzo cha kumwamini Mungu, lazima tuwe na neno la Mungu, ambapo uzima wa milele umo ndani yake. Yesu alisema "Mwayachunguza maandiko mkidhani kuwa kuna uzima ndani yake," na akathibitisha akasema hayo ndiyo yanayonithibitisha. Mchana wa leo ninakukaribisheni, tafakali haya tunayoyatafakali, lakini neno la Mungu liwe kipaumbele katika maisha yetu. Tutashinda majaribu, yanakuja ni mengi. Mungu ameahidi atatupigania, tutashinda, tutapambana katika taruma zetu. Mungu ameahidi tutashinda. Pambana kwa namna yoyote ile, neno liwe msaada katika maisha yako. Kabla siku haijaanza, contemplate God's word, hautaweza kumaliza siku bila neno la Mungu. Tumie muda wako mwingi kwa ajili ya maombi, muda wako ukufae kwa ajili ya kufungua kurasa za Biblia. Katika kichwa chako, akili yako iwe filled with God's word. Pasina kuwa na neno la Mungu, hautafika mahali popote Haya yote tunayopita tunapita, ili tuwe na uzima wa milele na uzima wa milele unatengenezwa na neno la Mungu. Ili ushinde ushoga hapa duniani hauwezi kuushinda usipokuwa na neno la Mungu. Ili ushinde resbianismu hiyo, lazima uwe na neno la Mungu. Ili ushinde jaribu la namna yoyote hapa duniani hauwezi ukalipita kama haupitii maandiko matakatifu. Yesu alinukuliwa, alisema imeandikwa alipojaribiwa alishinda. Utakapojaribiwa katika saa yoyote ile utashinda, kwa sababu una neno la Mungu ambalo ni msaada katika maisha yako. Tafuta leo kwa bidii, uwe na amani na neno la Mungu, utashinda majaribu ya aina yoyote. Mungu akubarikie. Nitakumbuka kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la kumi na sita, namalizia na hili. Paulo anasema ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa Anasema hivyo hatulegei hatulegei. Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa siku kwa siku, lakini utu wetu wa ndani unatengenezwa siku kwa siku. Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, bali utu wetu wa ndani unatengenezwa siku kwa siku. Utatengenezwa na maandiko matakatifu, utatengenezwa na neno la Mungu, Biblia. Tutafauru katika nyanja zote tutakapokuwa na maandiko matakatifu ya Mungu. Mungu atubariki, Mungu atusaidie. Uwe uamuzi wako unapofungua mkutano huu leo kusikiliza habari ya Keria fair event, uwe ni wajibu wako kumtafuta Bwana atawale katika maisha yako. Mimi nimechagua kumfata Bwana na neno lake, lakini sifahamu wewe umechagua kumfata Bwana na neno lake au la. Rafiki zangu waduse Rafiki zangu, ardhi, rafiki, zangu watensi, rafiki, zangu wa takwimu, rafiki zangu wa ardhi, rafiki zangu wa, rafiki zangu wa takwimu, rafiki zangu wa chuo maji, rafiki zangu wa mabibo wanaitii, na mahali popote mlikotoka, tuchagueni leo kumtafuta Bwana maadamu anapatikana katika ujana wetu, tumtangulizeni yeye naye atayanyosha mapito yetu. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako la uzima. Asante kwa sababu umetukubali na umetukaribisha hapa kujifunza. Tumeona hatuwezi kuenda katika ulimwengu huu pasina nguvu yako, na sasa tunakuhitaji. Tujalie Roho Mtakatifu atakayetuongoza sisi kusoma na maandiko matakatifu na kuyaelewa. Asante kwa sababu umetamani kutusaidia, nasi tunakuhitaji utusaidie katika maisha haya. Neema yako itoshe. Majaribu yasituondoe katika reli ya Yesu, tukapate kupambana kwa neno lako, tukapate kuishi katika maisha matakatifu. Mungu wetu, tusaidie. Aliyeamua kusaidiwa, aliyeamua kukuomba, aliyeamua kukutegemea, aliyeamua kukuhitaji, nenda naye mpaka utakapokuja mara ya pili. Asante kwa wema wako na ulinzi wako. Tusaidie tunapofungua tukio hili, likapate kuwa na baraka katika maisha yetu. Tuomba na kushukuru katika Kristo Bwana wetu.